Wakili Biatas Linda aliyekuwa akiwatetea watuhumiwa tisini na watatu waliokamatwa kipindi cha uchaguzi mkoani Mwanza amefariki dunia Jumatano ya Novemba 19 mwaka huu. Wakili Biatas aliyekuwa akiongozana na mawakili wengine wa TLS waliweka pingamizi kwa jamhuri kuzuia washtakiwa hao wasiongezewe kesi nyingine, lakini jamhuri ilipeleka maombi ya kubadilisha hati ya mashtaka ili watuhumiwa hao waongezewe kesi pamoja na uharibifu wa mali, jambo ambalo lilipingwa vikali na upande wa utetezi ukiongozwa na wakili Viatas. Lakini juzi wakili Viatas alilalamika maumivu ya miguu na tumbo ambayo ilimwanza ghafla na kwenda hospitali, lakini alifariki dunia wakati alipokuwa akiendelea kupatiwa matibabu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na tovuti ya Mwananchi, watuhumiwa tisini na watatu walifikishwa mahakamani kwa mara ya pili wakikabiliwa na mashtaka kuharibu mali na unyang'anyi kwa kutumia silaha huku upande wa jamhuri ukitakiwa kutoa ushahidi wa haraka. Shauri hilo lililotajwa kwa mara ya pili siku ya Jumatano, Novemba 19, 2025 katika mahakama ya wilaya Nyamagana, Mwanza, mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Amani Sumari, ambapo kwa mara ya kwanza shauri hilo lilitajwa Novemba 7 mwaka huu. Watuhumiwa hao walikuwa miongoni mwa 172 ambao walifunguliwa mashtaka mbalimbali wilayani Nyamagana kutokana na matukio ya vurugu yaliyotokea baada ya uchaguzi Oktoba 29 hadi Oktoba 31 mwaka huu. Upande wa jamhuri katika shauri hilo ulikuwa unawakilishwa na mawakili Bitunu Msangi na Prince Masawe, huku upande wa utetezi ulikuwa ukiwakilishwa na mawakili kutoka Chama cha Wanasheria wa Tanganyika TLS, na Beatrice Linda. Wakati wanafikishwa mahakamani, mamia wananchi walijitokeza kujua hatima ya ndugu zao huku wakiwa na matarajio ya kuachiwa kutokana na agizo la Rais Samia Suluhu Hassan la kuvitaka vyombo vya dola kuchuja watuhumiwa hao na kuwaachia wale waliotenda makosa kwa kufuata mkumbo. Mwendesha mashtaka wa serikali, Bitunu Msangi aliwasilisha ombi la kubadilisha hati ya mashtaka ili kuongeza washtakiwa wengine sita ambao walikuwa hawajajumuishwa hapo awali. Aliwasilisha maombi hayo kwa mujibu wa kifungu cha 251 cha sheria cha mwenendo wa makosa ya jinai sura ya ishirini, marejeo ya mwaka 2023 na kuomba muda wa zaidi siku tisini za kufanya upelelezi kwa kuwa bado ulikuwa haujakamilika. Hata hivyo, upande wa utetezi uliokuwa ukiongozwa na wakili Dutu Chibwe ulipinga hoja hizo na uliita Jamhuri ili ieleze bayana ni mashtaka yapi ambayo upelelezi haukukamilika pia. Alisisitiza kwamba kosa la kwanza la kuharibu mali, maelezo yalieleza mali zilizoharibiwa na maeneo, lakini alishangazwa kwa nini upelelezi haukukamilika kukamilika. Na nukuu, kwenye maelezo ya mashtaka inaeleweka kuwa mali zilizoharibiwa ni za halmashauri ya wilaya Nyamagana, sasa wanahitaji maelezo mengine yapi kukamilisha ushahidi? Maneno hayo aliyasema Chibwe. Wakili wa serikali Bitunu Msangi alipokuwa akijibu hoja hiyo, alisisitiza kwamba waliposema ushahidi haujakamilika walimaanisha makosa yote mawili, na haikuwa kazi nyepesi kama upande wa utetezi ulivyotaka iwe. Nikinukuu maneno yake, alisema, siyo kazi rahisi, inapaswa kuwa na maelezo ya kina na ya kutosha, kwa sababu ni watu wengi walioharibiwa mali zao, hivyo tunaomba tarehe nyingine ili tuone tutakuwa tumefikia wapi. Baada ya kusikiliza hoja za pande zote, hakimu mkazi mwandamizi wa wilaya ya Nyamagana Amani Sumari alikubali ombi la mashtaka la kurekebisha makosa yote yaliyopo kwenye hati ya mashtaka la kurekebisha makosa yote yaliyopo kwenye hati ya mashtaka ili watuhumiwa wasomewe upya kesi hiyo itakapotajwa tena. Pia hakimu Sumari aliitaka jamhuri kukamilisha ushahidi wa kosa la kwanza ambalo lilikuwa la kuharibu mali kwa kuwasiliana na vyombo vya upelelezi kwa kufanya marekebisho, kwa sababu hati ya mashtaka ilikuwa inaeleza uharibifu ulifanyika kata Isamilo na mali zilizoharibiwa ni za Nyamagana ambayo kisheria haipo, bali inayotambulika ni halmashauri ya jiji la Mwanza. Nikinukuu, kosa la kwanza upelelezi ukamilishwe. Tunataka kujua upelelezi umefikia wapi, na kosa la pili ni kubwa, upelelezi unahitaji muda, alisema hakimu Sumari. Baada ya maelezo hayo hakimu mkazi mwandamizi Sumari alilihairisha shauri hilo hadi Disemba mbili mwaka huu saa tatu na nusu asubuhi kwa ajili ya kutajwa tena, ambapo watuhumiwa walitakiwa kubaki rumande. Lakini uamuzi huo wa hakimu uliibua vilio kwa washtakiwa ambao walikuwa na matumaini ya kuachiwa, huku wakinyoosha mikono ya kutaka kuzungumza yaliyo moyoni, ambapo hakimu waliwasikiliza huku hoja zao zikiwa ni kwamba wameonewa na kunung'unika kuendelea kusota rumande kwa makosa ambayo hawayajui. Hata hivyo hakimu Sumari aliwapa ufafanuzi wa kina ya kwa nini ushauri linachukua muda mrefu huku akiwataka wawe na subira na wasione kama wanaonewa. Mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP, leo Jumatatu Novemba 24, 2025 amewafutia mashtaka vijana 57 kati ya 61 waliokuwa wameshtakiwa kwa kesi ya uhaini Mahakama ya hakimu mkazi wilaya Ilemela iliyopo kwenye kituo jumuishi cha utoaji haki Buswelu mkoani Mwanza. Vijana hao ni miongoni mwa wale waliokuwa wamekamatwa na jeshi la polisi na baadaye kufikishwa mahakamani wakidaiwa kuhusika kwa namna moja au nyingine kwenye maandamano yaliyozaa vurugu zilizopelekea uharibifu wa mali, majeruhi na vifo. Vijana hao waliokuwa wameshtakiwa kwenye kesi namba ya mwaka 2025 inayosikilizwa chini ya hakimu mkazi mkuu wa mahakama hiyo Stella Kiama, leo imetajwa mahakamani hapo, wa mahakama hapo, na ndipo wakili wa serikali mwandamizi Safi Amani alipowasilisha ombi la DPP mahakamani hapo na kueleza kwamba washtakiwa wengine wataendelea na kesi hiyo.